Mbwaduke Stats, Sport Next Level. Hapa natamani kuzungumza jambo moja. Yes. Tunafahamu ya kwamba msimu msi miwili iliyopita Yanga ilikuwa imefundishwa na kocha Nabi, ambaye, yes, ameacha historia nzuri sana kwenye klabu ya Young Africans ambaye alifikisha Yanga finali ya shirikisho. Hapa imekuwa yeah, na tetesi tetesi, tunajua na mzengo mara hapa na pale kwamba Nabi huenda akarudi Young Africans. Sasa nikasema nizungumze nao kidogo japokuwa najua eh, najua ee, mzee data nakujua, wewe uko kwenye data zada kwa hapa sasa. Je, ikitokea Nabi amerudi Jangwani, je, viongozi wa Yanga watakuwa wameamua jambo sahihi? Nikwambia kitu kimoja tu. Ndiyo. viongozi wa Yanga hivi karibuni mm. tangu baada ya Nabi kuondoka mm. na hata baada ya Nabi kutwaliwa na Yanga na kuondoka kwake, ambacho nimejifunza, ninachofahamu ni kwamba wanapokwenda sokoni kwa ajili ya kutafuta kocha yeyote ule kitu cha kwanza wanachoangalia navoamini mimi, ndio, ni juu ya style of play, namna ya kucheza ndio, mfumo wa kocha husika, mfumo mama ni upi? Ndio. Sababu Nabi aliyemtoa akiwa Yanga alipata mafanikio mengi, na msingi wake ni kwamba kwenye kucheza kwake, kwa bila kujali rasilimali watu iliyopo uwanjani, ni kwamba baada ya golikipa anakuwa na walizi wanne, viungo wawili wa ukabaji, viungo watatu wa ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Yaani, kwa lugha nyingine baada ya golikipa ni 4 2 3 1. Ndivyo ambavyo Yanga walifanya hivyo wakati wakimchukua Nabi na kaifanya Yanga iwe sasa, sio tu inashinda, lakini pia inacheza mpira wa kuvutia. Yanga inamiliki zaidi mpira. Yanga inatumia muda mwingi katika nusu ya pili ya uwanja kwa mpinzani. Kwa kufanya hivyo ikatoa ubingwa bila kupoteza mchezo. Msimu 2021 22. Ikishinda michezo 22 sare 8 wakifunga mabao 49 wakawa ndio mabingwa ligi kuu ya Tanzania Bara msimu 2021 22, wakijikwamua kutoka katika makucha ya kundi la msimazi Simba ambao watani zao wajadi walikuwa wametoka kutoa ubingwa mara nne mfululizo an, yani, kuanzia msimu 2017 18, Simba bingwa, 18 19, Simba bingwa, 19 20, Simba bingwa, 20 21, Simba bingwa. Nabi akaipa ubingwa Yanga 2021 22, hiyo haiitoshi, akawapa ubingwa 2022-23 tena, ni katika msimu ambao kimataifa akaenda mpaka hatua ya fainali ya kombe la shirikisho wakacheza dhidi ya USM Alger ya Algeria. Mechi ya kwanza kwa Mkapa akafungwa mbili moja, mechi ya pili kule Algeria wakashinda moja bila, matokeo ya jumla kawa mbili mbili, kwa kanuni ya bao la ugenini ikawaumiza Yanga katika fainali kwa sababu bingwa akawa USM Alger, alienufaika kwa ushindi walioupata ugenini na mabao mawili mfungaji mmoja wapo akiwa Ayman Mahias kama tunakumbuka vizuri, alafu Yanga wao wakawa wamepata bao moja nyumbani Kweo, mingi, uginini, mwajia, Kweo. Kwa hiyo aliyefunga mabao mengi ugenini alikuwa USM Alger, akawa bingwa. Kwa hiyo unaweza akawabingwanaweza kuona matokeo alikuwa mazuri kiasi gani. Kwenye msimu uliofuatia Yanga ndipo wakawa na Miguel Gamondi kwa maana 23 24 msimu uliopita, lakini msimu huu walianza na Gamondi Wakawa na Siad Ramovic na sasa hapo Hamdi Meludi wote mifumo yao ya kucheza ni 4231 baada ya golikipa. Sasa Nabi hivi sasa. Kwa hiyo Nabi sasa, tunatambua vizuri alipoondoka Yanga alikwenda farawa ya kule nchini Morocco ambako walifanya vizuri, wakakosa ubingwa katika mechi ya mwisho ambayo waliupoteza ubingwa kama tunakumbuka vizuri lakini baada ya hapo ndipo akaenda kujiunga na Kaizer Chiefs ya Afrika Kusini, timu ambayo wenyewe wanaita kwamba ina mikosi, ina gundu, sema maneno inayotumia ni kwa sababu gani. Kaizer Chiefs ni miongoni mwa klabu kubwa Afrika Kusini, hadhi yake, uzito wake ni kama Simba kusababu, wow, na Yanga kwa sababu wao na Orlando Pirates ndo wanatengeneza Soweto Dabi. Sasa Nabi kutoka kule Katazamiwa awe ndo mkombozi kwa sababu hali yao sio nzuri, misimu kumi hawajawai kutoa taji lolote unaolijua wewe yani, kwa mfano bahati mbaya kwa msimu huu sasa. Sio tu taji lolote, yale ambayo yako nje mikononi mwao, mpaka kombe walioandaa wenyewe, kombe la Toyota, bado Yanga walienda wakachukua pale, tena kwa kuwapiga nne bila kwao. Unaweza ukaona ni kwamba timu ambayo ni kubwa, ina historia kubwa nchini Afrika Kusini, lakini katika kipindi cha hivi karibuni Kaizer Chiefs mambo yake sio mazuri sana kwenye kafu, nakumbuka 2021 walicheza fainali ligi ya mabingwa barani Afrika lakini kufika fainali maanisha umetoa ubingwa. Hajatoa ubingwa. Kwa hiyo hakutoa ubingwa wote. Nabi kafika pale, kuna mengi ameyafanya ambayo yanaonekana ya ni chanya hivi sasa. Kuna ubishani kwamba abaki, asibaki, wengine wakimlaumu kuwa anabadsha anabadilisha sana kikosi, lakini nafahamika yuko katika kuhakikisha anapata kikosi bora cha kuwezesha kupata matokeo bora kwa sababu hawezi kufika akabadilisha wachezaji wote kuna ambao pengine kama benchi la ufundi Nabi yupo na Cedric Kaze ni kama walizikina wakiwa, unafanyaje? Sasa inabidi uvumilie ili uendelee kuboresha kikosi kidogo kidogo, lakini mpaka sasa ametoa ubingwa wa kombe la Ned Bank, kombe ambalo kwa huku tungeweza kuhusianisha na kombe la shirikisho la benki ya CRDB FA, kalitwaa na kuondolea mkosi wa miaka kumi bila kutoa taji lolote. Kwa hiyo hapo big up kwake, ana kitu kafanya lakini kwenye ligi kuu ya Afrika Kusini Nabi, timu yake, ufungaji wake hauko vizuri kwa sababu ina mabao 26, ameruhusu mabao 33, iko nje ya top 8. Kule kuna MTN 8 Cup. Yani, kuna kundi ile la timu nane bora za juu ambalo ni timu zinavyopambana sio tu kuwania zile nafasi za kushiriki e, ligi ya mabingwa, lakini kwenye top 8, ukimaliza walao unashusha pumzi. Msimu uliopita tunajua Kaizer Chiefs walimaliza nafasi ya kumi. Sasa msimu huu mpaka sasa yupo nje ya nane bora kwa nafasi ya tisa, kwa ana kufukuzia wala waingie kwenye top 8. Lakini kwa maana ya ufanisi, Kaizer Chiefs tatizo lao ukilichunguza kwa small small details kwa ndani zaidi utagundua Nabi, uh, hana shida kihivyo, isipokuwa kwenye ufanisi wenyewe katika kubadilisha nafasi kuwa mabao kwa sababu uh, mpaka sasa wameshakuwa ndo vinara kwa kupoteza nafasi nyingi za wazi kwenye ligi kuu ya Afrika Kusini ambao sio sifa nzuri. Lakini ukijadili zaidi, unaona kazi ya kocha benchi la ufundi ni kuwezesha timu ifike kwenye eneo la mwisho kwenye final third, alafu kwenye kufunga ni jukumu la mchezaji mmoja mmoja. Sasa akiwa na Kaizer Chiefs yake hivi sasa inaongoza kupoteza nafasi nyingi kwenye ligi kuu ya Afrika Kusini kwa sababu imeshapoteza nafasi za wazi 57. Yaani ndio timu inayoongoza kutengeneza nafasi nyingi za wazi halafu haifungi kwa idadi hiyo nilokutajia. Hawa ambao wako juu kwenye top 4 ukiangalia wanaopoteza nafasi kubwa ni kama nani? Mamelodi Sundowns ambao wako juu pale nadhani wameshatoa wa ubingwa tayari baada ya ushindi wa mechi ya mwisho ya jana mabao matatu kwa sifuri. Wao nafasi walizopoteza ni nafasi takribani 30 na 5, nafasi 35. Yes. Mamelodi nafasi 35. Lakini Orlando Pirates wamepoteza nafasi 43. Naisema big chances. Yale wanazitengeneza afu hawazitumii. Wamepoteza nafasi 43. Lakini kuna Sekukune kwa mfano imepoteza nafasi 31. Iko pale juu katika top 4. Stellenbosch wamepoteza nafasi 34. Kaizer Chiefs ya Nabi imepoteza nafasi 57. Umeshanielewa? Kwani timu ambayo inatengeneza nafasi ila uwezo kubadilisha nafasi kwa mabao ambayo, kama unataka kumhukumu kocha kwenye kufunga huwa sio jukumu sasa la kocha. Kocha wajibu wake ni kuja na mfumo, awe anacheza direct football, mpira moja kwa moja, awe anacheza possession style of play, yani ile pasi nyingi badala ya po, tunaita tunaita transition play, atumie possession play, yani umiliki zaidi mpira, unatafuta nafasi ambayo, Nabi tunajua, anapenda mpira ambao pasi nyingi, ili afike. Mfumo wote tumie unaojua wewe, alimradi uteeze nafasi mwenye wajibu sasa kuweka mpira wavuni ni mchezaji mmoja mmoja, anaweza akawa mshambuliaji wenu kinara, anaweza akawa kiungo ushambuliaji, kutokea pembeni kwa maana mawinga, kutokea katikati kwa maana namba kumi na namba nane, beki, kwa sababu soka la kisasa na yeyote anayekuwa karibu na lango la mpinzani kwa namna ya uchezaji anafika na kufunga. Sasa kwenye kufunga, wale kina Pule Mmodi hawajatekeleza vyema, hawajajitendea haki kwa kutumia hizo nafasi ambazo wamekuwa wakizitengeneza kubadilisha kwa mabao, kwa, kwa, kwa kiwango hicho sasa, ikitokea Yanga matarajio ni kwamba hakuna jipya lake falsafa za kiuchezaji ikatofautiana na Yanga, kwa sababu warithi wake kwa nafasi ya ukocha wa Yanga Miguel Gamonde 4231 Yanga inamiliki zaidi mpira, ni dominant. Yanga muda mwingi inacheza mpira katika nusu ya pili ya uwanja, kwa maana eneo la wapinzani. Alipokuwa Siad Ramovic katika kipindi kifupi, ndio mpira wake huo huo, ingawa aliongeza kasi zaidi alipokuwa hivi sasa yupo Miludi Hamdi, naye mfumo mama ni 4231, ingawa wote kwenye kati tofauti ananyumbulika. Umeshaona ambacho tanufaika Yanga ye Nabi ni kukutana na wachezaji ambao wanabadilisha nafasi vizuri kwa mabao. Kwa mfano katika ligi kuta zina bara hivi sasa Yanga na mabao sabini na moja. Nabi Yanga aliyokuwa nayo ilikuwa wachezaji wake uwezo kubadilisha nafasi kwa mabao sio kama Yanga hii. Yaani Yanga, wachezaji hawa wa sasa wa Yanga wanabadilisha zaidi nafasi kuliko alivyokuwa mwanzo, kwa sababu wakati tena toa ubingwa msimu wa 21 22 Nabi, walifunga mabao 49. Msimu unaofuatia 22 23, alitoa ubingwa walifunga mabao 61. Msimu uliopita Nabi hayupo Gamonde kafunga mabao 71. Hapa yuko Miludi kachukua hivi vijiti vya kutoka kwa Ramovic, kutoka kwa Gamonde, ana mabao 71 ligi haijaisha. Yanga mechi walizocheza ni mechi ishirini na saba lakini tayari wana mabao sabini na moja ambayo amefikia mabao ya msimu uliopita baada ya mechi thelathini. Kwa hiyo Nabi ana mengi mazuri ambayo atakutana na wachezaji ambao wana uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao. Kama ni changamoto ni hii Yanga yake mabao ilikuwa haifungi kama Yanga hii, hilo ndo ambalo unaweza kusema kidogo inaweza kuwa changamoto, na hapo ni kutokana na nafasi zinavyotumiwa hivi sasa. Yanga kwa mfano mshambuliaji kinara Prince Melo Dube <coughs> sorry Ameshafunga mabao kumi na tatu ana asisti nane akichangia mabao ishirini na moja. Clement Mzize Walid ana mabao kumi na tatu. Acha tu asisti tatu. Kachangia mabao kumi na sita. Maxim Pian Zengeli ana mabao matano ana asisti tisa kachangia mabao kumi na nne. Stefan Aziziki ana mabao tisa. Ana asisti saba nane. Mabao ya kutosha. Kwa hiyo unaona Paco Mzuzwa ana mabao tisa. Ana asisti tisa kachangia mabao mabao kumi na nane a wanapatikana katikati kushoto kulia kwa hiyo yanga hii na watu ambao wanabadilisha nafasi kwa mabao kama atajiunga naamini ana mambo mengi chanya ambayo ataungana na yanga iliyopo wachezaji waliopo kupata matokeo chanya lakini changamoto zipo kocha ambaye kwenye timu ushatoka urudi tena sio mara zote na kliki, kama ilivyokuwa awali imeshatokea mifano katika kwa kwa makocha wengine mbalimbali mbali. duniani huko unaweza kufanikiwa unaweza usifanikiwe lakini kwa yanga hii ya sasa yenye mipango mikubwa zaidi na wachezaji bora zaidi waliopo kikosini, huenda akimpata Nabi wakawa wazingui kwenye kutumia nafasi kwa mabao, kwa sababu waliopo wanatumia nafasi vizuri kwenye ligi kuta za bara. Mpaka sasa Yanga ndio timu imepiga mashuti mengi zaidi: mashuti 311, 175 melenga lango, wamefunga mabao 71. Maana yake uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao ni asilimia 22. Yanga inamiliki zaidi mpira Nabi Kaizer Chiefs yake pamoja na kwamba kimeo fulani ipo nje ya top eight, lakini namiliki mpira asilimia hamsini na nane. Sasa ule umiliki wa mpira ndo ule ule, Yanga ndo wanamiliki isipokuwa Yanga inafunga, Kaizer Chiefs hawafungi kihivyo. Kaizer Chiefs haishiriki ligi ya mabingwa barani Afrika msimu ujao, hawezi kumaliza kwenye nafasi ambayo itawapeleka huko kum, kwa mpaka sasa kwa mechi walizocheza kwenye ligi kuu Afrika Kusini. Yanga ni champions league material tayari na uhakika kucheza champions league, labda kama haitoshiriki zitokee zile sintofahamu za masuala ya dabi na kukata pointi na kadhalika, lakini kwa maana uchezaji kwenye makaratasi mpaka sasa kwenye msimamo ndio wanaongoza ligi, ndio wenye nafasi kubwa ya kutoa ubingwa ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu hata timu inayofuatia Simba au Tanzania Wajadi wakishinda mechi zote kwa kabla ya hiyo, achana na hiyo dabi ambayo ina mjadala ambao Yanga washasema wacheze wacheze ngo. Lakini wakishinda mechi zote Yanga, Simba wakishinda mechi zote, bado Yanga wanakuwa juu ya Simba kwa pointi moja zaidi. Kwa hiyo Yanga hii wameimarika zaidi kwenye rasilimali watu kulinganisha na Yanga yake. Kwa hiyo akijiunga huenda yale mazuri yake yakakutana na wachezaji ambao wanapokea mapokeo mazuri zaidi kutoka kwake kufanya vizuri. Kumbuka alikuwa na kina Moloko, alikuwa na kina Kisinda na wachezaji wengine kadhaa ambao ukilinganisha na sasa kwenye nafasi hizo ndio unamkuta Maxi, unamkuta Pacom, unamkuta Mzize sometimes anacheza namba 9 anacheza pembeni. Wana Dube, wanao wachezaji wa kutosha ila atammisi mtu anaitwa Fisto Kalala Mayele, ambaye ndiye alikuwa ndo mtu wake tageti mani mbele. Hayupo hivi sasa, yupo Pyramids. Akitua watajua wafanyeje, lakini naona kuna mengi mazuri kama kweli atatua, maana hizi ni tetesi na tetesi hizi zinabebwa na uzito utakanao kwamba kuna tetesi Kaizer Chiefs nao ikisha mwisho wa msimu watamwambia bye bye. Mbwaduke Stats, Sporting Next Level.